Uh, pelekeni salamu hizi kwa katibu mkuu. Nimeambiwa kikao kazi hiki kimekuwa on and off kwa umuhimu wa TAMISEMI. Katibu mkuu ni kakaangu, tunafahamiana, tutaongea, lakini ngoja niseme na mbele yao maafisa habari, hiki kikao kinapaswa kifanywe kila mwaka kwa sababu mambo yanabadilika na lazima maafisa habari hawa wawe wanapewa updates nini kinaendelea juu ya mipango mbalimbali mbali ya serikali kuanzia kwenye ngazi ya wizara, ili na wao wakienda kushirikiana na wakurugenzi wao kule kwenye halmashauri ama na makatibu tawala, basi wawe pia wana picha ya kitaifa. Kwa hiyo ni kikao muhimu, na mimi siamini kama TAMISEMI haiwezi kuwa inaitisha kikao kazi cha maafisa habari wa TAMISEMI kila mwaka. Kwa hiyo niliposikia, nikauliza kikao kazi hiki ni cha ngapi? Wakasema hakina namba, kwa sababu huwa kinafanyika, wakati mwingine hakifanyiki. Sasa naomba kiwe kinafanyika, sawa jamani. Hiki ni kikao kazi muhimu, na nyie maafisa habari kumbusheni, mkiona TAMISEMI kule hawawasikii penyezeni ujumbe, idara ya habari. Mvungi huko hapo muna Mvungi wakwa, maafisa wa idara ya habari, wewe mnawaita ndio kiungo wenu, sawa? Mmenielewa? wawakilishi wa katibu mkuu muwe mnawaita kwa sababu hao ndio watakao waletea kiungo sasa mkiona huko yaendi tujulisheni idara ya habari tutazungumza na katibu mkuu tutamkumbusha umuhimu wa kikao kazi tunatakiwa tukutane kila mwaka sawa jamani ili tukumbushane tuikane sawa sasa ndugu zangu mimi ni katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni Sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali na ndiye ninayesimamia idara ya habari Idara ya habari kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na sura namba 229 ndiye mratibu wa vitengo vyote vya habari serikalini. Idara ya habari ndiye mshauri wa serikali katika masuala yote yanayohusu habari. Idara ya habari ndiyo inayohusika kulinda taswira ya nchi na serikali na idara ya habari ni sisi watumishi tulioko idara ya habari na nyiye maafisa habari tunao waratibu. Kwa hiyo idara ya habari na nyie ni wamoja wapo. Tena mmenikumbusha, nishatoa maelekezo pale idara ya habari tutachapisha tiketi, e, e, tisheti e, ama vivazi vya maafisa habari vilivyoandikwa idara ya habari maelezo. Kwa hiyo ukiwa huko kwenye kazi yako, kwenye ofisi yako, sawa, wewe ni afisa habari wa halmashauri wewe ni afisa habari wa, wa, wa mkoa, lakini wewe ni sehemu ya idara ya habari maelezo. Na mtu akikuona mheshimiwa, <laughs> sawa, nyewe ni sehemu ya idara ya habari maelezo. Kwa hivyo idara ya habari ndio inayoratibu vitengo vya habari serikalini na <coughs> nyie ndio wadau wetu wakubwa, manake mko wengi nyinyi eh, wengi sana ni wengi sana, ni kundi kubwa, na sisi tungependa eh, kundi hili liwe na uratibu mzuri ili kufanikisha kazi unazozifanya. Sasa ndugu zangu, mwaka huu mmefanya kikao kazi cha TAMISEMI. Mimi nawaomba jambo moja, tuliongea Zanzibar, kwa wale ambao walibahatika kuja Zanzibar. Wale ambao hawakuja Zanzibar, kule tulizungumza mawasiliano ya kimkakati na waombeni maafisa habari wa TAMISEMI tukawasiliane kimkakati. Halmashauri zenu na mikoa yenu ina majukumu yaliyowekwa kwenye mipango kwenye mikakati ya wilaya na mikakati ya mikoa. Halmashauri zote zina majukumu yake ya kuhudumia wananchi. Twendeni tukatumie vitengo vyetu vya mawasiliano kuhakikisha tunakuwa sehemu ya kufanikisha majukumu ama mikakati iliyowekwa katika halmashauri zetu. Si kila halmashauri ina, ina strategic plan, si ndio hivyo? Hivyo? Hivyo na mikoa pia, si ndio? Twendeni tukawe sehemu ya kufanikisha mikakati hiyo. Andaeni mikakati ya mawasiliano. Kila taasisi inapaswa kuwa na mkakati wa mawasiliano, vitengo vya habari serikalini kitengo chako ni lazima kiwe nayo mkakati wa mawasiliano, ndio roadmap, ndio mwongozo wako unaokuambia nataka halmashauri yetu kwenye mkakati wa halmashauri ni kuhakikisha tumejenga vituo vya afya, tumekamilisha vituo vya afya vitano, halmashauri zahanati tatu, tumepeleka maji huku huku na huku na huku huku na huku, huku, na huku, huku, na huku, huku, na huku. Wadau wanaohusika ni kina nani? Ni hawa na hawa. Wewe unakuja kwenye mkakati wako, unatengeneza namna utakavyofanikisha wasi... mawasiliano ya kuhakikisha mipango hii ya halmashauri inafanikiwa: ujenzi wa zahanati, wa kituo cha afya, upelekaji wa maji, utengenezaji wa barabara. Ni, ma... ni mawasiliano kati ya serikali na wadau kuna miradi mingi inatekelezwa kwenye halmashauri zenu, mnaitangaza kwa muongozo gani? Mkakati wako ndio utakaosema kwamba mimi katika mwaka huu nitachapisha makala kadhaa, nitaandaa jarida, nitaandaa vipindi, nitawapeleka wataalamu kwenye redio jamii, nitapeleka wataalamu kwenye televisheni, nitakuwa na mikutano ya waandishi wa habari nitakuwa na machapisho nitaandaa mikutano ya wananchi na maafisa na viongozi. Sasa kama huna mkakati unaokuongoza kufanya hivyo, hiyo kazi unaifanyaje? Hivyo siku nyingine mkikutana hapa, muwe na package ya kuwezeshana ili mjue jinsi ya kuandaa communication strategy sawa. So, hiyo ndio itakayo kutengenezea confidence ya kwenda kwa mkurugenzi kumwambia mkurugenzi, naomba shilingi milioni moja na kwenda kutekeleza activity hii ambayo iko kwenye mkakati huu. Vinginevyo utakuwa kila ukionekana mbele ya kwenye mkurugenzi, uko kwenye mkutano, uko kwenye semina, uko kwenye kikao, sijui na nini na huyo, kila siku unafundishwa, mara leo unafundishwa kuhusu ukimwi, kesho kuhusu usafi, kesho kutakuwa kuhusu sidi na nini? Is it your job? Sisi kazi yetu ni kuwasiliana. Mnanielewa ndugu zangu? kazi yetu sisi tu ni kuwasiliana. Tulipokuwa Zanzibar tulizungumza kwa kina kuhusu mawasiliano ya kimkakati kwa wale waliokuwepo, tulizungumza ukilala lala kidini, ukiamka amka kidini, kazi fanya kidini. Sasa kama kuna document ya kukuongoza utafanyaje? Si utaamka saa saba baada ya saa moja na nusu ili uwahi ukafanye kazi? Hujalala kimkakati. Katengenezeni mikakati ya mawasiliano assement zitakazofanywa na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Moja wapo itakuwa ni kujua kama kwenye kwenye halmashauri yako, kwenye mkoa wako mkakati wa mawasiliano upo.